Tunaelezwa kwamba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imesema kuwa sherehe za kuapishwa kwa, kwa rais mteule wa Zanzibar Dr. Ali Muhammad Shein zitafanyika siku ya Alhamisi katika uwanja wa Amani na kwamba maandalizi yote yamekamilika kwa ajili ya shughuli hiyo inayotarajiwa kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli pamoja na viongozi wengine wa kitaifa. Siku hiyo imetangazwa kuwa ni ya mapumziko kwa upande wa Zanzibar ili kuwapa fursa wananchi kuhudhuria kwa wingi kushuhudia tukio hilo. Muniri Zakaria anaarifu zaidi kutoka Zanzibar. Tamko hilo limetolewa na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Bwana Muhamed Abud katika mahojiano maalum kuhusiana na maandalizi ya kuapishwa kwa rais mteule wa Zanzibar Dr. Ali Muhamed Shein, ikiwa ni siku chache tangu kutangazwa kuwa mshindi wa nafasi hiyo katika uchaguzi wa marudio uliofanyika Machi 20 mwaka huu. Waziri Abud amesema mbali na viongozi wa kitaifa mawaziri wa serikali zote mbili, wabunge, viongozi wa vyama vya upinzani, mabalozi wanaoziwakilisha nchi zao hapa Tanzania, viongozi wa dini na asasi za kiraia pia wamealikwa katika sherehe hiyo itakayofanyika kuanzia asubuhi na kumalizika saa saba za mchana. maisha baada ya uchaguzi, nawaomba wananchi waendeleze amani, hususan katika visiwa vyetu hivyo Zanzibar, maana uchumi wetu unategemea sana utulivu wa nchi umoja wa nchi yetu na upendo wa nchi yetu. Rasilimali kubwa ya Zanzibar ni amani na utulivu, hasa tunapokuwa tunategemea sekta hii ya utalii. Na nawaomba wananchi wote katika kusherekea ushindi huu, huu ni ushindi wa wazanzibari wote, hakuna aliyoshindwa. Akizungumzia kitendawili cha hatima ya ya serikali ya umoja wa kitaifa waziri Abud amesema kuwa mara baada ya kuapishwa kwa rais mteule ataunda serikali yake kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar. Kama anavyofafanua katiba yenyewe, imeweka misingi ya namna ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, na katiba hiyo hiyo inapotokea jambo la kama lilivyotokea kwamba hakuna chama chingine kilichopata viti katika baraza la wawakilishi, basi rais ataunda serikali yake kutokana na viti alivyo navyo. Kwa hivyo hakuna kipingamizi chochote cha kikatiba kitakachoshinda kutekelezwa ili serikali isifanye kazi zake. Aidha, waziri Abud amewataka wananchi wa Zanzibar hasa wafuasi wa chama cha mapinduzi kuendelea kusherehekea ushindi wao bila ya kumbughudhi mtu yoyote na kuendelea kudumisha hali ya amani na utulivu visiwani hapa. Muneru Zakaria, Channel 10 Zanzibar.